Sasa makatibu katika wizara mbalimbali wamewahimiza wananchi kukumbatia huduma na miradi ya serikali ili kufaidika kikamilifu na kurahisisha hali ya maisha. Wamesema serikali imewekeza rasilimali nyingi kuhakikisha huduma za kijamii zinapatikana kwa urahisi kwa wananchi wote. Wakizungumza katika eneo la Tuigoin, kaunti ya Trans Nzoia wakati wa harambee iliyoshirikisha zaidi ya makanisa 52 makatibu hao walisisitiza kuwa ni jukumu la serikali kuhakikisha huduma muhimu zinafika kwa wananchi. nami nami nitafurahia nami nita... Wamesema yeyote ambaye anatoa kwa ajili ya kazi ya... kazi ya mikono kwa ofisi yako kwa ofisi yangu Nino... kwamba Mungu ametuweka hapa lipe pesa afadhali tukuchangie kulipa pesa ya SHA, kwa sababu ukipata shida kupata ajali unataka kufanyia upasuaji SHA ina cover the entire amount, it is one of the best packages ya mambo ya hospitali ni ya upasuaji, surgery, ambayo ilikuwa ni shida changamoto kwa watu. Mtu tu akifanyia upasuaji Lazima tuanze kuchanga 500,000. Siku hizi chai na clear the whole bill